Umekuja hapa kubadilisha maisha yenu, kujangu Chacha. Karangara hii watu wanahitaji maendeleo, watu wanaviliwa na vitu vingi ambao wanatamani katika maisha yao vifanyike, na chama chetu kimetengeneza ilani ya uchaguzi, na katika ilani ya uchaguzi Karangara imepewa heshima ya kutengenezwa miradi mingi ambayo itafanyika katika kipindi cha miaka mitano ijayo. ukienda kwenye upande wa barabara na miundombinu tunatamani sana barabara zetu zipitike kiweke katika kiwango cha harami. Lakini utengenezaji wa mitaa na makarabati tunatamani barabara zetu zipitike vizuri, uwekaji wa taa za barabarani, ili wananchi wa Tambukareli, wananchi wa mkoani, wananchi wa Ihayavyaga wanaotamani kufanya biashara zao usiku na mchana wakafanya biashara kwa sababu bia barabara zao zinapitika vizuri na zinawaka taa. Ndugu yangu Chacha, natamani umekuja hapa kwa ajili ya kutusaidia sisi watu wa Kalangalala. Hapa tulipo tuko katika tawi la Tambukareli, ndipo tawi linaomiliki stendi iliyokuwa stendi ya zamani. Nafahamu azma yako ni kubadilisha kata hii ya Kalangalala. Na katika ilani ya uchaguzi wa mwaka 2025 na 2030 imeainisha upo ujenzi wa Machinga Complex katika stendi yetu ya zamani hapo. Nafahamu utakuja kutoa neno. Mimi kazi yangu ni kukuomba tu ndugu yangu Chacha. Sina mamlaka ya kusema itafanyika. Lakini natamani sana soko hili lijengwe, ili wananchi wangu wa hapa Ihayabyaga, wa hapa Tambukareli, wananchi wa Kalangalala, ili wafanye biashara zao, akina mama ambao wanatamani wafanye biashara ndogo ndogo, basi wapate soko la uhakika la kufanya biashara zao hizi ndogo ndogo. <tinyo> wananchi wa Kalangalala wanao matumaini makubwa sana na wewe. Kwenye upande wa elimu, tunatamani kwenye ilani ya uchaguzi ya CCM upe ujenzi wa shule za msingi, upe ujenzi wa shule za sekondari, na wewe umekuwa ukisema tunatamani kuwa na chuo kikuu katika Geita mjini hapa. Lakini Kalangalala tunatamani na wewe, nataka niwape siri moja watu wa Kalangalala. Mgombea wetu wa ubunge yeye anamiliki shule. Na kama watoto wetu watasoma shule katika mazingira salama. Mimi nataka tukombe tu ndugu yangu Chacha. Tutakuwa na mashindano wa shule zetu za sekondari na za msingi hapa Kalangalala. Na katika watoto watofu atakaofanya vizuri, tunatamani utuchukue watu basi basi hata watoto wa